Amjambo wanafunzi. Muhali gani? Asante, ketini. Ah, leo nataka tuangalie. Ah, leo nataka tuangalie nomino za kawaida. Tuangalie nomino za kawaida. Kabla tujaangalia nomino za kawaida, lazima tujue maana ya nomino. Sawa sawa. Ah, ukiulizwa Nomino ni nini? Nani atajaribu? Maana ya nomino. Nomino ni nini? Maana ya nomino ni nini? Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Vizuri. Nomino, amesema nomino hutaja hutaja jina la mtu jina la mtu kitu. Aya, siku. Aya, pia kuna mwezi au mahali. Sawa sawa. Nomino hutaja jina la mtu, kitu, siku, mwezi au mahali. Aya, sasa nataka tuangalie jina la mtu ni nani, tukuje tuangalie kitu, siku na mwezi tunaelewana aya, tuko na mtu aya, kuna vitu alafu kuna mahali alafu kuna siku aya, nitajie mtu. Mtu kama mm -hmm. Abdullahi vizuri, kuna Abdullahi. Aya, vitu, wasichana. Vitu vizuri, kuna dawati. Aya, mahali, mm -hmm. kuna Nairobi, Nairobi. a siku, mm -hmm. kuna Jumamosi, Jumamosi vizuri. Sasa so, so, ukisikia, andika maana ya nomino, utasema kutaja jina la mtu, kitu vitu au mahali. Aya, ukisema sasa taja mfano wa mtu ni Abdullahi. Kama ni vitu ni dawati. Kama ni mahali Nairobi. Kama ni siku ni Jumamosi. Sawa sawa. Aya, sasa tukuje tuangalie nomino za kawaida sawa, nomino za kawaida Ambia maana ya nomino za kawaida, inua mkono. Nomino za kawaida, tumeangalia nomino kwanza. Sasa tukuje tuangalie nomino za kawaida uhum. Ni no. uhum. Uhum. Uhum. Uhum, vizuri Nomino za kawaida ni maneno ni maneno yanayotaja viumbe viumbe, aya, vitu vitu, aya, mahali mahali kwa jumla. Sawa sawa, kwa jumla Umeona hizi nomino zinarudiwa tu. Kumbuka hapa nomino pekee ni kutaja jina la mtu, aya hapa hivi nomino za kawaida hutaja viumbe, vitu, mahali kwa jumla. Aya, nani ataniambia mifano katika nomino za kawaida? Mifano, vizuri. mm -hmm. Aya, mifano katika nomino za kawaida. Aya, ya kwanza kuna mbuzi. Vizuri, kuna mbuzi. Mfano nyingine? Vizuri, kuna mvulana uhum. E, kuna meza uhum. meza. Mfano nyingine? Kuna vyombo. Vizuri, kuna vyombo eh? Vijiko, sahani, kuna sahani na vijiko. Kumbuka, hapa wamesema ni maneno yanayotaja viumbe, vitu, mahali kwa jumla, sawasawa sawa. Ani ni vitu ambavyo nikikuuliza haya, nionyeshe kitabu, si unakijua hiki ni kitabu? Hata kama ukuwa unalala na, na kuamsha saizi, hiki ni nini, utasema ni kitabu. Ni vitu ambavyo unavijua, tunaelewana. Aya, tuangalie sentensi. Aya, skiza, andika daftarini kwanza. Andika daftarini nomino za kawaida kutoka katika kundi hili la maneno, sawa sawa. Aya, nataka katika hili kundi munitafutie nomino za kawaida. Aya, kwa mfano kuna kikombe. Kikombe ni nomino za kawaida au la? Mm? Ni kawaida. Haya, chemsha ni nomino za kawaida au hapana? Chemsha, mm, hapana. -hmm. Jiko, jiko ni nani ajui jiko? Nani ajui jiko? A, pia tuko na kikombe. Kikombe hakuna Jiko. Aya, mm-hmm. Pika. Pika ni nomino za kawaida? Hapana, vizuri. Safisha ni nomino za kawaida? Hapana, vizuri. Aya, mwiko, vizuri. ni nomino za kawaida? Ani, hivi ni vitu ambavyo unavijua, sawa sawa, hata uende wapi utavipata. Ndio maana tukasema nomino za kawaida ni maneno yanayotaja viumbe, vitu, mahali kwa jumla. Swali, swali kuhusu nomino za kawaida, swali. Ni wapi hujafahamu? Swali, mmefahamu vizuri? Mmefahamu vizuri. Haya, kuna sentensi hapa, nasoma alafu unanijagulia nomino za kawaida. Msichana amemsaidia nyanya kubeba mzigo. Pigie mstari nomino za kawaida pale. Vizuri, kuna msichana. Sawa sawa. Haya, Us usiongee chakula kikiwa kinywani, baba alionywa. hmm? Ni chakula, si nomino ya kawaida? Aya, ukuta wote umepakwa rangi. Ukuta wote umepakwa rangi za bendera ya taifa. Nomino za kawaida? Hmm? Kuna ukuta ingine? Rangi. Rangi? Na bendera. Sawa sawa, so, so.